Eh, eh. Unapoangalia una smile, unapoangalia kila kitu fika, kila kitu inaweza Princess unatoka side gani? Kakamega. Kakamega. Mbona watu wa Kakamega ni warembo hivi? Tulibarikiwa. Ulibarikiwa. Mimi siri ni gani? Ni vyo tu inalingana pia na mamako na babako, kama ni warembo. Kama wako sawa, pia mtoto atakuwa sawa. The last time umepeana hiyo kitu ikachapwa vizuri ilikuwa when? Last year. <laughs> Last year ndio umepeana hiyo kitu ikachapwa vizuri? Ilichapwa na tribe gani? Na na kuna wakati tulifanya inda vitu tukaeka TikTok. Kuna mtu akakuja hapa akasema hiyo demo ni wangu na ametaja mtu mwingine. Unaweza mwambia na nini? Nilisema oh, sina mtu, lakini niko na mtu yule. Mtu ambaye uko naye, performance yake, ana perform aje? eh, ana perform vizuri, hadi unaweza lia. Anaichapa hiyo kitu vizuri Eh. Apart from Mluhya, umechapo na tribe ingine kani? Na Burundi. Akachapa hiyo kitu vizuri? Sana. Na tuseme leo hivi boyfriend o ex waka akapo hivo. Unaweza mwambia neno kani moja? Yes. Yes. Yes, huyo na uyo boy waka wa current, nani mnoma sana mwenye anachapa hiyo kitu vizuri? Wasai. Ni mnoma? Eh. Wow. Unaweza mtaja jina? <laughs> Hiyo ni confidential. Uko na boyfriend wa wangapi? Mmoja. Mmoja tu. Eh. Na anapika hiyo kitu unasikia vizuri. Eh. Watu wakupata hizo social media kila mahali. Okay. TikTok utatafuta princess. Hivyo tu kila mahali ni princess. Princess. Mm. Maybe utupate dress ikistepo ile mzuri. <laughs> Thank <you so> much. <laughs>